Shughuli za kila siku za jikoni za Anita Kihombo zinahitaji nishati kwa ajili ya kuivisha chakula cha familia. Na kwa muda mrefu amekuwa akitumia kuni na mkaa kwa ajili ya kupikia. Sina kipato cha aina yoyote ile, sina kipato, baba ameshazeeka, amestaafu. Ana kahera kadogo tu anakopewa, ambako tunanua sukari tu. Sasa mimi nikuokota vikuni hivi ni nipike tu. Hajawahi kuwa na mazoea kufurahia kutumia nishati yenye moshi inayotajwa kuwa na madhara kiafya na kimazingira. Hata mkaa huo nimeanza kutumia karibuni. Yaani huko nyuma ni kuni ni mibichi mibichi ndio bani itengeneza hapo akuweka ili wakati wa kifuku ule iwe inachirizika ina, ina, ina, ina, ina, ina, mimaji. Nikitoka nako shambani nimejitwisha nafika hapo natua na panga, panga hapo huu moshi unaendea kukausha katika maisha yangu. Kwanza nisingechoka hivi nimechoka kwa sababu ya kazi nzito. Nyumbani kwa Anita anaishi na mume wake. Upo mtungi wa gesi alionunuliwa na watoto na mwingine alipewa msaada na serikali. Changamoto anayohitaji ni kukosa fedha kwa ajili ya kujaza gesi mpango aweze kutupunguzia gharama ya gesi, angalau kila mmoja jiko litumike hivi. Majiko haya hayatumiki, sio mimi tu, wengi tu hayatumiki wabibi, wengi hayatumiki. Hapa ni katika kijiji cha Igwachanya yalipo makao makuu ya wilaya maku, ya, wila, ya Wanging'ombe. Wananchi kutoka kata mbalimbali wamekusanyika kwa ajili ya ununuzi wa majiko banifu kwa bei ya ruzuku, na Anitha Kihombo amejumuika kupanga fuleni kwa ajili ya kuanza safari ya matumizi ya jiko la nishati safi. Imeonekana sehemu moja ambapo misitu tunaiondoa sana, ni kwa sababu kila nyumba ya kila mmoja miongoni mwetu kila siku ni lazima tutumie kuni au tutumie mkaa. Pengine changamoto inaweza kuwa ni bado majina ya nishati za kuni na mkaa, ambayo inatumika katika majiko haya ya banifu kutengenezwa kwa maana ya kuondoa gesi zote za sumu zilizo kwenye mkaa. Kwa mfano, kuna k inaondolewa lakini kuna helium nayo inaondolewa. Taarifa imetolewa kuhusu majiko haya banifu ya kupikia yanayotumia kuni na mkaa mbadala. Tuna kibali cha TAMISEMI kwenda Tanzania nzima, lakini pia tuna kibali pia kutoka wizara ya nishati kwa ajili ya kuhamasisha masuala mazima haya ya nishati safi ya kupikia. Tunatamani ifikapo 2034 kwa sera ya nchi yetu watu waweze kutumia hizi nishati. Anitha Kihombo baada ya kukabidhiwa jiko banifu amerejea nyumbani na tumaini la kuondokana na adha ya matumizi ya kuni. Saizi ya moshi mimi napunguza. Kabisa napunguza. Ukija mwaka ujao utakula macho yangu meupe hawataniita mchawi tena. <laughs> Mradi wa majiko banifu umefadhiliwa na wakala wa nishati vijijini REA uliolipia asilimia 85 huku mwananchi akilipia 15% ya gharama. Emmanuel Kalemba, Azam News, Njombe.